Zile tabu zote alizozipata mama ambazo ndizo zinazopelekea sisi tumtangulize kabla ya baba, pamoja na uzito wake katika sisi. Hakuna hata mmoja alioona, nani amemwona mama yake wakati yeye amemchukulia uja uzito, tabu anazozipata mama. Wakadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana hamalathu ummuhu wahanan ala wahan wafiswaluhui fi anishkuru li waliwali yani akaza wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya yeah. Hey, Mungu wako ameshahukumu, usimuabudu yoyote illa yeye. Wa wabilwalidaini ihsana, na ameshahukumu wazazi wawili kufanyiwa ihsani kufanyiwa ihsani <tutu> yani kutuiwa kwa hali ya juu kabisa sawa. Kisha anataja kazi za mama amalatu huku Mungu wahnan ala wahdi mama yake mtu kambebea mimba, eh, hii unyonge juu ya unyonge kisha, wafisalu hufiama, ameishi naye bamba kwa bamba mpaka siku anakuja kuwachana naye miaka miwili. Yani tangu mtoto anatoka katika tumbo la mamake hamjui mtu yoyote, anamjua mamaake tu, kakaa katika tumbo la mamake kama nyumba akala ndani ya tumbo la mamake na alipomtoka, akamnyonya miaka miwili, kamkosesha usingizi. Hizi zote ni taabu ambazo hakuna hata mmoja wakati mamake zinamkuta yeye anaziona hata mimi ake, lakini taabu za school fees anazozipata baba sote tumeona eh, ndo kazi zake ndo majukumu kabe, kabebeshwa baba. Bahati mbaya sasa hivi wakina mama wote wanataka kuwa single mother wanataka kuwa, hamwezi ndani yake kutizama ile maana. Single mother ni dhana inawapelekea watu katika uhuni na umalaya.